Shalom shalom, sasa leo nitakutajia ndoto kubwa tano, ambazo ndoto hizi utakapoziota ujue wachawi na waganga wanatafuta uhai wako. Wachawi na waganga wanakuroga ili uweze kufa, sio kwamba wanakuroga ili usifanikiwe, sio kwamba wanakuroga usiweze kupata kazi, sio kwamba wanakuroga usiweze kuoa ama kuolewa, ah ah, hizi ndoto hizi utakapoziota ujue kabisa hawa wachawi wanakuroga ili wewe uweze kufa moja kwa moja, yaani wanataka kukuondoa duniani. Unaweza kuwa ni wewe ama anaweza kuwa ni mwanafamilia yako. Sasa kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu nitakuonyesha ndoto zipi hizo utakazoziota basi ujue kwamba wachawi na waganga wanakutafuta wewe ili ili uweze kufa uweza wanakutafuta wewe, ama wanatafuta mtoto wako, ama anatafuta mwanafamilia wako, ama mtu wako wa karibu, ili aweze kufa. Na mwishoni mwa video hii nitakuelekeza ni kitu gani cha kufanya, kama unaota ndoto hizi ili kuweza kukwepa mauti hii ambayo inaletwa na uchawi, kwa sababu vifo vingi vimekuwa vikitokea sasa hivi, vimekuwa sio vifo ambavyo ni natural, vimekuwa sio vifo ambavyo ni vya asili, vimekuwa sio vifo ambavyo Mungu amevipanga, ila ni vifo tu ambavyo wanadamu wanakupangia, kwa sababu huenda wanadamu wanakuonea kijicho, huenda wanadamu wanakuonea wivu. Hivyo tu unavyocheka, kuna watu hawapendi, hivyo tu unavyofurahi, kuna watu hawapendi hivyo ambavyo mume wako anakupenda, hivyo ambavyo mke wako anakupenda, kuna watu unawaumiza. Kwa hiyo kuna watu wanaona kabisa kuliko wewe uendelee kuishi basi ni bora tuweze kuondoa wewe wako siku leo. Utakapoziona tu ndoto hizi ujue kabisa kuna wachawi wapo ama kuna waganga wapo ambao hawa waganga wanataka wewe usiweze kuishi. Sasa ninapoenda kukutajia ndoto hizi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kila ninapoleta tafsiri mpya ndoto, basi uwe unakuwa wa kwanza kuipata. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota uko msibani. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba kwenu kuna mtu anakwenda kufa. Kama umejiota unakufa mwenyewe, kuna watu wamekwendea kwa waganga wa kienyeji, wanakuloga wewe e ili uweze kufa ama kama unayoota amekufa ni mwanafamilia mwenzako, huenda aliyekufa ni babako unaota, ama aliyekufa ni mamako unaota, ujue kabisa kuna kifo kinakwenda kumfuata, aidha ni mamako ama ni babako ama ni mtu wako wa karibu ambaye yuko ndani ya familia yako anakwenda kupotea. Au, kama unaota aliyekufa ni ndugu yako wa karibu ujue basi kuna ndugu yako wa karibu ambaye anakwenda kupotea, na anakwenda kupotea sio kwa mpango wa Mungu, bali kwa mipango ya watu. Ndio maana kuna video moja nilifanya hapa YouTube, kuna mtu mmoja akakoment akasema, mtumishi wa Mungu, mimi niota baba yangu amekufa, lakini baada ya wiki mbili, ni kweli baba yangu akawa amekufa. Mwingine akasema, mtumishi wa Mungu, mimi niota mtoto wangu anakufa, baada ya miezi miwili, mtoto wangu akaja kufa. Kwa nini watu hawa waliota, watu hawa wanakwenda kufa, na watu hawa wamekufa kweli? Inamaanisha kwamba ule ulikuwa sio mpango wa Mungu, na ndoto zile zilikuwa zinakuja kwa sababu Mungu alikuwa anawaambia kupitia ndoto zile kwamba wanatakiwa waweze zuia mauti hiyo ama kifo hicho, lakini kwa sababu walikosa ufahamu kama huu ambao ninakupatia wewe siku ya leo, wakawa wamepuuzia na kifo kile kikawapata ndugu zao au wanafamilia wao. Lakini wewe unayeangalia video hii siku ya leo hautabaki kama ulivyo kwa sababu nitakwambia ni kitu gani cha kufanya. Na mara nyingi sana, kwa nini unaota misiba? Kwa sababu Mungu anataka kuambia kupitia ndoto hizo kwamba bwana huo muda huyo mtu uliyemwota mota wa kufa bado haujafika huo muda wa huyo babako kufa bado haujafika, na kuonyesha kwamba wanakufa ili wewe uweze kushughulikia ndoto hizo na uweze kufanya kitu ambacho kitaweza kuwasaidia watu hawa wasiweze kupotea ama wasiweze kufa lakini wengi wetu ambao tuko hapa tumekuwa tukiota misiba na tunapuuzia, tunaona ni vitu vya kawaida, tunaona tu ni ndoto tu, na madhara yanapokuja kutokea, unaanza kusema kwamba niliota kwamba kuna mtu anakufa, niliota kwamba shangazi yangu atakufa, niliota kwamba mjomba wangu atakufa, lakini amekufa kweli. Sasa hiyo sio sifa, kwa sababu wewe ulikuwa na uwezo wa kuzuia mauti ile, kwa sababu mauti ile ilikuwa haijapangwa na Mungu. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota mazishi au jeneza. Unapoona jeneza, maana yake kuna mauti inakufuatilia wewe kuna watu wanakutumia uchawi ili waweze kukua siku ya leo ndo maana unaona jeneza. Kuna mtu unaweza kajiona ni wewe kwenye jeneza, unaweza kamuona ni rafiki yako yuko kwenye jeneza, unaweza kamuona ni mwanafamilia mwenzako yupo kwenye jeneza. Ukiona unaota ni wewe kwenye jeneza, maana yake wachawi wanataka kukuua wewe, yaani wanakutupia wewe roho ya mauti ili uweze kufa. Unapoona ni rafiki yako yupo kwenye jeneza, maana yake kuna rafiki yako ambaye anakwenda kufa, na kifo hichi sio kifo cha kawaida, ni kifo ambacho wachawi wanampangia Unapoota mwanafamilia mwenzako yupo ndani ya jeneza, ujue ya kwamba kuna roho ya mauti ambayo inamfuatilia mwanafamilia huyu, na kuna jambo inatakiwa uweze kulifanya ili kuweza kuzuia mauti hiyo ya kichawi. Unapoota ni ndugu yako yuko ndani ya jeneza ujue kuna mauti ya kutupiwa ama kuna kifo cha kutupiwa ambacho sio mpango wa Mungu ambacho kuna watu wanamtupia ndugu yako. Kwa unapoota uko kwenye jeneza ama uko kwenye mazishi, manake kuna huzuni kubwa ambayo inakuja kwenye maisha yenu ama kuna huzuni kubwa ambayo inakuja kwenye maisha yako. Na huzuni hii sio huzuni ambayo imepangwa na Mungu. Na huzuni hii sio kitu ambacho kinatakiwa kupata, bali ni watu tu ambao wanasababisha mateso, ni watu tu ambao wanataka siku ya leo waweze kukutia huzuni na waweze kuondoa ndugu yako ama waweze kukuondoa wewe duniani. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya tatu. Kama bado haujasubscribe channel yetu hii, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado haujalike video hii, basi pia unaweza ukalike mahali pale. Sasa ndoto ya tatu, kuota umevikwa sanda ama mavazi meusi. Unaweza ukaota ni ndugu yako amevikwa sanda. Ukiona ni ndugu yako amevikwa sanda, basi ujue kuna mauti ama kuna wachawi wanataka kumuua ndugu yako. Ukiota ni wewe mwenyewe umevikwa sanda ama umevalia mavazi meusi, ujue basi wachawi wanakutaka wewe, na ndio maana umevaa mavazi ambayo inatakiwa kuvalishwa maiti peke yake. Au kama unaota ni mwanafamilia wako ambaye amevaa sanda ama amevishwa mavazi meusi, ujue kuna mauti ambayo inamfuata mwanafamilia wako, ujue kuna watu wabaya wanamtafuta ndugu yako ambayo wanataka aweze kufa au kama unaota ni rafiki yako amevaa sanda ama amevishwa sanda ama mavazi meusi, basi ujue kuna watu wanataka kumuua rafiki yako, na hivyo unatakiwa kuchukua hatua ambazo nitakwambia mwisho wa video hii uweze kuzifanya, ili kuweza kunusuru uhai wa kwako mwenyewe ama uhai wa ndugu zako ama wa rafiki zako, kwa sababu wewe uko hai lakini umevishwa mavazi ya mauti. Na wachawi wanapotaka kukuloga ili uweze kufa, wanachokifanya ni kuvisha mavazi yale ya mtu ambaye amekufa mavazi ya mtu aliyekufa yanavuta roho za umauti, yanafanya kile ambacho kimemuondoa yule aliyekufa, na wewe ikiweze kukuondoa hicho hicho siku ya leo. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya nne, ni ndoto ipi? Kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, ili kila ninapoleta tafsiri mpya ya ndoto, basi wewe unakuwa wa kwanza kuipata na kuifanyia kazi. Na kama bado hauja like video hii, basi unaweza ukalaiki. Sasa ndoto ya nne ni kuota watu wengi wakiwa wamekusanyika nyumbani kwenu, kuna jambo ama tukio ambalo sio zuri ambalo linakwenda kuwakutanisha ndugu zako au wanafamilia wako. Inamaanisha kwamba kuna jambo ambalo sio zuri ambalo linakwenda kutokea kwenye maisha yako muda sio mrefu, na jambo hili litakwenda kuwakusanyisha watu wengi. Na kwa nini wewe? Kwa nini unaota? Kwa sababu jambo hili linakuhusu wewe. Kama wewe we hajaota, shangazi hajaota, mjomba kwa sababu wewe ndio main target. Au kwenye mkusanyiko hii, kuna watu wanaota mikusanyiko hii inakuwa inaonyesha watu wanalia watu wanakuwa hawana furaha, watu wanakuwa hawana amani. Ni tofauti ukiota huko kwenye kusanyiko hii watu wana amani, na ni tofauti pia ukiota huko kwenye kusanyiko hii watu hawana amani; maana yake watu wanalia. Kama watu wanalia ina maana kuna jambo kubwa ambalo litaleta huzuni katika familia linakwenda li kutokea na ndio maana inafanya watu hao unavyoona kwenye ndoto, wanalia ama wanahuzunika, ama kuna muda mwingine unaweza kumuona mama yako analia sana, ama mzazi wako analia sana, ama mjomba wako, ama ndugu zako, ni kama amekaa kwenye yale mazingira unapokuwa unaota, ni kama wako wanaomboleza sana. Hii inamaanisha kwamba kuna mauti ambayo inakwenda kuwafuatilia hawa wazazi kwako. Hii inaonyesha kuna jambo baya ambalo litatokea katikati ya familia yako, na jambo hili litawahuzunisha watu wengi sana including hawa watu ambao unaona wanahuzunika. Na ndio maana nimekwambia ukae mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu nitakwambia ni jambo gani la kufanya mwishoni mwa video hii ili uweze kusaidika. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tano, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ninacholeta mafundisho mapya uwe unakuwa wa kwanza kuyapata, ama kama bado haujalike like video hii na unabarikiwa pale ulipo basi, unaweza ukalike. Sasa ndoto ndoto ya ya tano ni ndoto ya kuota uko makaburini ama unazikwa ukiwa hai. Kuota uko makaburini, maana yake wewe roho yako imefungwa kwenye makaburi na wachawi wameshakuandikia siku gani ambayo wanataka kukuua, na ndio maana unaota uko makaburini kuota unazikwa ukiwa hai, maana yake katika ulimwengu wa roho, we wewe tayari umekusha kuzikwa tayari, wamesha kuua tayari, ni basi tu ile tarehe ambao wamekupangia kwamba wewe uweze kuondoka duniani. Ama mda mwingine unaweza ukaona uko makaburini, na uko makaburini ulipo ni shangazi yako ambaye anazikwa, ni ba mdogo wako ambaye anazikwa, mtu yoyote ambaye unaota uko makaburini na mtu huyo anazikwa, ujue huyo, huyo huyo mtu kifo kinakwenda kumfuata siku sio nyingi kwenye maisha yake. Hivyo basi inatakiwa ufanye jambo la kuweza kushughulikia ndoto za namna hii. Na kuna wengine mnakuwa hamjui mmeota nakufa, naenda kumwambia rafiki yako kwamba mimi nimeota ninakufa, mimi nimeota niko makaburini, na bila kujua kwamba huyo rafiki yako anamwambia huenda ndo mchawi. Na ndio maana kuna video niifanya hapa nikasema, kuna ndoto ambazo hutakii kuambia marafiki zako, wala hutakii kumwambia mtu yoyote, na moja kati ya ndoto hizo ambazo ninitaja ni ndoto ya kuota huko makaburini kwa sababu huenda yule ambaye anataka kukua ndo mtu ambaye unamwambia. Kwa hiyo unapomwambia kwamba bwana, mimi nimeota niko makaburi, najua kabisa kwamba ile kwanza kulifanya nilipokwisha kufanikiwa tayari. Sasa napoenda kukuambia ni kitu gani cha kufanya ili uweze kuepukana na kifo kabla ya wakati. Kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ambacho naita tafsiri mpya ndoto huo unakuwa kwanza kuipata na kuifanyia kazi. Na kama bado hauja like video hii, basi unaweza ukalaiki. Sasa kitu cha kwanza cha kufanya, utafungua katika kile kitabu cha Zaburi ya 118 mstari wa 17 inayosema, sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Kwao utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Baba, katika jina la Yesu Mungu, kuna watu wanataka kuniua, kuna watu wamenipangia mabaya, kuna watu wamepangia mabaya familia yangu, kuna watu wamepangia mabaya ndugu zangu, kuna watu wamepangia mabaya rafiki zangu. Mungu, ninaomba kuanzia sasa kila mauti walioipanga kabla, kabla, kabla ya wakati wake Mungu wa ninaikataa kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakiri ya kwamba sitakufa kuanzia leo. Familia yangu haitakufa, marafiki zangu hawatakufa, wadogo zangu hawatakufa. Yeyote yule ambaye mimi namjua hatakufa kabla ya wakati wake. Kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, natamka uzima juu ya maisha yangu, natamka uhuru juu ya maisha yangu. Mauti hautaweza kunigusa mimi, mauti hautaweza kumgusa familia yangu kabla ya wakati wake hujafika. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utakapoomba hivyo, kama kuna ndoto ambazo zilikuwa ni mbaya ambazo ulikuwa unaziota, na ndoto zile zilikuwa zinaonyesha kama unatakiwa kwenda kufa kwa kutolewa kafara, ama ulikuwa jina la Yesu. Kila mauti ambayo imepangwa kwenye maisha yangu haitafanikiwa kuanzia sasa. Maana Roho wako wa uzima ameniweka huru. Ninatangaza uhuru juu ya roho ya mauti kuanzia sasa juu ya maisha yangu. Mauti hautanishika tena. Mauti hautanikaribia mimi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndani hai. Mauti hautashika familia yangu, mauti hautashika ndugu zangu, mauti hautashika watu wangu wa karibu kuanzia sasa. Natangaza uzima juu ya maisha yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndani hai. Amen. Utakapoomba maombi hayo utaanza kujisikia uko huru, ile hofu ya kufa itaondoka ndani yako, hata zile ndoto za kuota namna hiyo utajikuta zimeisha kabisa na hautaziota tena, na Mungu atakuwa amekusaidia. Sasa kama una changamoto nyingine ya ndoto ambayo hujui tafsiri yake, unaweza ukaandika kwenye comment section na nitakujibu mara moja, na pia kama una shida ambayo ni private, una shida ambayo ni binafsi, huenda kuhusiana na ndoto ama kuhusiana na maombi, unataka nikuombee basi utachukua namba zangu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia chini ya skrini, utanipigia pale moja kwa moja na nitaongea na wewe. Ninakuomba usitume meseji, kwa sababu meseji napokea nyingi sana. Naomba msitume meseji, watumishi wa Bwana, lakini bado mnatuma meseji. Ukituma meseji, kukujibu ndoto wa kutumia meseji, siwezi nikajibu meseji elfu moja ama meseji elfu mbili za watu, inakuwa ni ngumu na ni kazi kidogo. Kwa hiyo cha kufanya, nipigie moja kwa moja, tutaongea na nitakusaidia, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Na pia kama unataka kumtolea Mungu sadaka yako, basi unaweza ukatumia hiyo hiyo namba unayoiona upande wako wa kulia wa chini wa kioo na ukatuma sadaka yako, majina yatakuja Deusi Sengo. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umesapoti huduma hii iweze kusonga mbele zaidi